Langu jina ni Godifrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo tunatarajia katika mkoa wa Kagera, Geita pamoja na Mwanza kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache huku sehemu nyingine za nchi zilizosalia zikitarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Huku mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo mengi ya nchi. Na viashiria vya mvua vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya kusini kuelekea sehemu za katikati huku ukanda wa Ziwa Victoria na sehemu za magharibi mwa nchi kukionekana viashiria vya mvua kwa kiasi kidogo. Kwa siku ya kesho ni matarajio wetu ukanda wa Ziwa Victoria mkoa wa Kigoma na Katavi kwa tuliko na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, huku mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kwa tuliko na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, sehemu nyingine za nchi zote zilizosalia zikituliko na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku zijazo katika baadhi ya miji kuanzia ya siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam tojuku na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma ntojuka na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Mwanza oju na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Kilimanjaro notojuku na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya notojuu na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache wa Morogoro tunajua kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Arusha kwa tunajua kuna hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kutoka mamlaka ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema.